Siwezi kumpinga sana aliyesema mapenzi hisia, ila namkumbusha atikise kichwa kidogo, huenda ajaziona hisia za ball football, soka kandanda, huku yeah! yeah, ndiko hisia za kweli zilipo. Huku ndipo unaweza kuliona chozi la mwanaume pale ambapo timu yake imefeli. Huku ndipo utayaona meno yote 32 nje, timu yake ikifanya vizuri hisia za boli hazichagui, hazibagui, haziangalii umri, jinsia, kabila wala dini. hisia za mpira zinaunganisha hadi vyama kinzani. Eh, ni mpira unaweza kuleta amani vitani, ni mpira unaweza kuleta sherehe msibani, ni mpira unaweza kukupa burudani ukiwa na stresi zako za madeni. mpira unachezwa dakika tisini lakini kumbukumbu yake yadumu miaka 990. kwenye mpira utaona kila rangi za hisia Alafu za kweli mpira hauvungi man. Kwenye mpira white ni white man. Kwenye mpira hakuna kufeki hisia man. Kwenye mpira wa kijani utamjua hata kama kavaa nyekundu na mwekundu, utamfahamu hata kama yu ndani ya kijani. Ni huu huu mpira uliomzimisha alikamwe kwa furaha, ni huu mpira uliomchizisha Ahmed Ali kwa dakika kadhaa, ni huu huu mpira uliowapoteza ndugu jamaa na marafiki tuliowapenda. Pengine kwa furaha ama kwa huzuni. Mpira, football, soka, kandanda kwani wewe ume umeumbwa umbwaje? Da, ama kweli mpira hisia. Kikisa kichwa kidogo, kuna hii ma mtwe emni fosia shing mia hapa na mia tisa niongezee bando afkuna hii mamtwe, nachokupendea we mpole sana kuliko shoga yako groli. Aw mamtwe, nimekutumia buku mbili, uongezee ununue pitu umeze. Mi na prani kibao za maisha kwa sasa, najua <laughs> utakuwa e, umekutana na nyingi kuliko hizi katika mitandao ya kijamii e, memsi fulani hivi ambazo, kila mtu ameweza kuandika yake katika hii picha, ambayo inaonesha mwamba flani hivi amekula ni kijipensi ama ni kinini na soksi zake, alafu na sendo zake fulani hivi hivi. Unajua huyu ni nani kwenye hii picha bwana? Bwana, leo katika pitapita zangu katika mitandao ya kijamii si nikambamba huyu mwamba. hujamaa anaitwa Oscar Masai, ni mchezaji wa klabu ya Mtibwa Sugar ambayo inashiriki Championship League. As you know, sasa hivi Mtibwa Sugar inakiwasha kinoma ikiwa katika nafasi ya kwanza kule kwenye Championship League ikiwa na alama 54 katika michezo 23 aliocheza mpaka sasa, na nafasi ya pili wakiwepo Mbeya City Football Club ambao wana alama 52. Kwa kama ligi ikiisha hivi basi, moja kwa moja Mtibwa Shuga itapanda kuelekea katika ligi kuu ya Tanzania Bara, NBC Premier League, pamoja na Mbeya City Football Club. Umwamba bana, kama alikuwa humjui, anaitwa Oscar Masai. Hii hapa original picture ndio mliokuwa mkitungia memsi zenu bana, na inasemekana ni moja kati ya wa wachezaji wa kibongo ambao wanajua sana ku drip. Aya, tazama picha zake alafu niambie hapo kwenye comment, kwenye moja ya kumi unampa asilimia ngapi kwenye dripping? Huyu mwamba Oscar Masai. Drop your comment hapa. Ni super trovu ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.